Baada ya kuto, wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote, ikiwa ni video ya hamsini na saba ikiwa nazungumza kuusananajficha si katika hedhi na mada kuu ikiwa namna gani ambapo mwanamke anapoteza ujauzito wake au mwenye kuharibikiwa kuwa na mimba inavyoenda kuathiri hedhi yake, ni baada ya yaani, we kupoteza ujauzito wako au baada ya kupoteza mimba yako ni kitu gani ambacho huwa kinatokea katika hedhi, na mabadiliko hayo unaweza kutambuaje, na vipi ambavyo unaweza kukaa salama kabisa? Kwa hiyo hii ni mada ambayo ni kubwa na watu wengi wamekuwa kipitia changamoto hiyo, wengine wakijikuta akipishika ujauzito bila kutarajia, mwingine ili hali waliruhusu mwili wao kupona kutokana na kuwahi kurudi kwa hedhi au kuwahi kurudi kwa ovuleshi, basi amejikuta anaposhiki tendo la ndoa, anajikuta napata ujauzito mwingine na mwili wake unakuwa hajapona, na mwisho siku anajikuta katika afya ambayo ni dhaifu na afya yake kama haijazingatia basi hata mimba yake yote mpaka nafikisha miezi tisa anakuwa katika mazingira mzaifu dhaifu, au wengine wakuwa wakijikuta amejifungua mapema zaidi kwa sababu ya changamoto ya kuwa na afya ambayo kwa kiwango kidogo. Sasa namna ambavyo mwanamke anapoteza ujauzito na hezi yake inavyokuwa ni pale ambapo homoni huwa zinashuka ghafla, yani maanake ni kama ulikuwa ni homoni ambazo zilipanda kwa kiwango cha juu sana, alafu mimba ghafla ikafanya ikatoka kwao, mwanamke hata hezi hata homoni zake zinashuka ghafla, ambayo inaweza kupelekea kuchelewa kwa mzunguko wake au kuwa mrefu zaidi, lakini mwisho wa siku hata ovulation yake au siku yake ya hatari kuweza kuchelewa. Na wanawake wengi wamekuwa wakitaka kupona, yes. Na kipindi hichi ambacho we kama vile mzunguko utakuwa umevurugika, ni basi anapona kwa kipindi hichi ambacho yeye atakuwa na faida kuwa na mzunguko mrefu, lakini wewe wa kawaida ambaye mzunguko utawai kurudi, basi utajikuta unapata ujauzito wa mapema zaidi, kwa homoni zitakuwa zimeshuka ghafla alafu mwisho wa siku unapotulia baada ya wiki mbili au baada ya kupunguza stress na mawazo, kupoteza ujauzito zito, mwili unaporudi katika hali yake ya kawaida, kulikava basi, na homoni yako au mzunguko wako umekuwa ukirudi. Kwa hiyo kinachotokea, mzunguko unarudi kwa sababu utaanza kuanza siku ya ovulation, unajikuta utao utakaposhiriki tendo la ndoa mwenza wako, ikiwa katika harakati za kumfariji au kufarijiana, unajikuta basi umepata ujauzito mwingine, ili hali mwili ujakaa ndio, na kuleta changamoto mbalimbali. Hivi ni vitu vya vizimo zi, uvizingatie unapotokea umeharibikiwa na mimba, hakikisha unatulia muda mrefu, au unatuliza yaani, unaruhusu mwili kupona. Lakini na unapojaribu au unapotaka kushiriki tendo la ndoa, hakikisha unatumia kinga ili kuweza kuruhusu mwili kuweza kupona kwanza na kusoma mzunguko wako, na utakapoamua basi kufanya tendo la ndoa na kuweza kupata ujauzito, utakuwa tayari umepona na afya yako iko thabiti na kuweza kumudu hiyo changamoto nyingine. Moja ya sababu na ambayo inaweza kupelekea mwanamke akapoteza ujauzito wake ni kuwa na damu kwa kiwango kidogo ambacho alikuwa katika mzunguko wa kawaida au damu kwa kiwango kikubwa au kuta ambayo umetengenezwa ambayo inakuwa ni mdogo sana au mwembamba sana. Na sababu ya mwisho kabisa ni wewe kupoteza mimba ya kwanza au uharibifu wa mimba ya kwanza inaweza kupelekea hata mimba ya pili kuharibika. Kwa lazima, kwanza ruhusu mwili upone na kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Yaani, mambo ya kuzingatia ni mambo atakayomfanya mwanamke kuweza kuwa bora zaidi na mambo ambayo yataimarisha afya ya mwanamke lakini pia afya ya familia, pale ambapo mtaruhusu kupona au mwanamke ataruhusu kupona mwili wake akikisha, na kuweza kushika ujauzito mwingine. Lakini hakikisha wakati ambapo na diki kushika ujauzito mwingine, hakikisha afya yako unaizingatia. Vitu gani vya kuzingatia? Unacheki mwili wako au una, unaenda kutafuta sababu ambayo inapelekea wewe ujauzito wako kutoka. Lakini baada ya kujua sababu yako, lazima ujue ni maandalizi gani ambayo mwanamke wanapaswa kuzingatia kabla ya kuweza kushika ujauzito mwingine. ili ni darasa huru, usisahau kusubscribe, kushare na kulike, ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya yatakayomfanya mwanamke kuweza kuwa sehemu salama kabisa. Hii ni siri iliyojificha katika hedhi, ikiwa darasa la 57. Asante mpaka wakati mwingine.